Kwani serikali kwa kushirikiana na taasisi ya CCBRT inahakikisha fistula inatokomezwa nchini. Rais Kikwete amesema serikali inawaangalia kwa jicho la pili ili kuhakikisha vifo vya mama na mtoto vinatokomezwa hapa nchini na kuongeza juhudi katika kupambana na magonjwa ya fistula, kupasuka midomo na matatizo ya macho. Taarifa zaidi na McDonald Molel. Kwa lugha ya kitaalamu ugonjwa huu hujulikana kama perianal fistula. Ni tatizo la kuwapo kwa tundu au matundu karibu na njia haja kubwa. Tundu hilo huwa na mfereji unaojitokeza katika njia haja kubwa kwa ndani na kupitisha choo kikubwa bila mgonjwa kujitambua. Tatizo hili linatokea wakati mwanamke anapojifungua na linakuwa katika misuli kati ya sehemu za siri na kibofu cha mkojo au kati ya sehemu za siri na njia haja kubwa au vyote viwili kwa pamoja. Ingawa huwakumba zaidi wanawake, lakini kuna wakati hata wanaume pia huugua. Raisi Kikwete ameweka jiwe la msingi katika jengo la kuhifadhia madawa ndani ya hospitali ya CCBRT. Hapa anaketi pamoja na wanawake wanaopata matibabu dhidi ya fistula, ikiwa ni ishara ya ushiriki wake katika kukabiliana na ugonjwa wa fistula, ugonjwa unaochukuliwa kama ugonjwa wa aibu miongoni mwa Watanzania. Rais Kikwete anaahidi kutatua baadhi ya changamoto zinazoikabili hospitali hiyo ikiwemo unafuu wa kodi na mambo mbalimbali yanayowakabili uh,

Kwa upande wake waziri wa afya na ustawi wa jamii Dr Saif Rashidi amewapongeza CCBRT kwa kutoa mchango mkubwa katika afya mama na mtoto pamoja na kutoa elimu kwa wataalamu wa wizara ya afya sehemu mbalimbali hapa nchini. CCBRT imeshirikiana vizuri na serikali, imeshirikiana vizuri na wadau, wameendelea na kuhakika wanaweza kutoa mchango mkubwa katika ku, ku, ku, sio tu kutoa huduma kwenye kituo hiki, lakini pia ni kukunifuna isha uh, wataalamu wetu ambao wapo katika hospitali uh, mbalimbali kwa karibu wa hospitali au uh, vituo vya kutolea huduma 22 wanapokea msaada wa kitaaluma uh, au wa kitaalam uh, vifaa ili kuwawezesha waweze kutoa huduma bora kwa, kwa kwa ajili ya huduma za mama na, na watoto. Naye raisi wa bodi ya wakurugenzi wa hospitali hiyo Dr Wilbrod Sla anaelezea ushiriki wa serikali na amempongeza rais Kikwete kwa mchango wake kubwa katika ujenzi na uboreshaji wa hospitali ya mama na mtoto ya CCBRT. Sasa tulipoanza kazi hii kwa kupitia ile sehemu nyingine ambayo mnaifahamu kule kwa macho na wagonjwa wengine e, serikali ikatuomba kama tunaweza tukaingia kwenye mkataba nao e, ili e, serikali ipate unafuu wa kutoa huduma hizi ambazo kwa kawaida ni ngumu kwenye hospitali ya kawaida kwa sababu ni mambo ambayo ni yanahitaji vifaa maalumu. Eh, hospitali za serikali kwa kawaida zinakimbilia kwenye yale magonjwa yanayoua kama kipindupindu, malaria, eh, labda hata ukimwi. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO, wanawake wapatao milioni mbili hadi milioni tatu nukta tano wanaugua ugonjwa huu katika nchi zinazoendelea. Kutokana na kukithiri kwa ugonjwa huu tarehe 23 Mei kila mwaka imepangwa kuwa ni siku ya kimataifa ya kutokomeza fistula. Pia fistula sio tatizo pekee miongoni mwa kina mama wanaojifungua wakiwa na umri mdogo, bali pia kwa kina mama wenye umri wa zaidi ya miaka arobaini. Mcdonald Molel, Mase Star TV, Dar es Salaam.